Shule zote mia moja themanini na tatu zina klabu za lishe zimeanzishwa na zinafanya kazi. Uh, utoaji wa elimu ya lishe kwa wamama na walezi wenye watoto wenye chini ya umri wa miaka miwili, lengo letu lilikuwa ni kufikia wakina mama 16509 lakini tulifikia wakina mama 13500 sawa sawa na asilimia themanini na moja. Hawa ni wamama ambao walifika kwenye vituo vya kutolea huduma ya afya, uh, lakini pia CHW wanatoa elimu ya alishe majumbani. Lengo lilikuwa ni kufikia wakinamama na walezi wenye watoto chini ya miaka miwili 28229, wakafikiwa wakinamama 29752, ambayo ni sawasawa na asilimia 77.8. Bado kazi hii ni endelevu, kwa hiyo wakinamama wengi tunaamini watafikiwa kwenye robo hii ambayo tupo sasa hivi alobo iliyopita wajawazito waliopewa vidonge vya kuongeza damu, lengo lilikuwa ni kuwapatia wakinamama 18397, lakini wakinamama waliofika zaanati walikuwa 21477 ambao ni sawasawa na asilimia 116.74. Tumepitiliza lengo, kwa hiyo tunapambana zaidi ya udumavu na pia upungufu wa damu, wakinamama wengi wamepata vidonge vya kuongeza damu kiashiria kingine cha lishe ilikuwa ni utoaji wa matibabu ya utapiamlo mkali. Kwa robo ya Julai Septemba, tulikuwa na watoto watano. Watoto wetu walipata matibabu, wamepona na tunawafuatilia, wanaendelea vizuri. Kwa hiyo kwenye kiashiria hichi tumefanikiwa kwa asilimia mia moja kwa sababu hatujapata kifo cha mtoto hata mmoja.